Mungu analo kusudi kwa ajili yako. Mungu analo kusudi ambalo alikuweka nalo katika dunia hii. Kwa hiyo kabla hata haja kuumba kwenye tumbo la mama yako, ana kusudi na wewe, alifahamu. Kwa hiyo hilo kusudi ndilo lililoanza, ndipo akakuumba kwenye tumbo la mama yako, ili uende, ukishatoka kwenye hilo tumbo, uende kutekeleza hilo kusudi aliloweka kwenye maisha yako. Sasa unaenda mbele za Mungu, kusudi ambalo umeweka kwenye maisha yangu ni lipi, ili nitembee kwenye hilo kusudi nikitembea kwenye ile kusudi Mungu utakuwa pamoja nami, na Mungu ukiwa upande wangu hakuna atakayekuwa juu yangu, na Mungu ukiwa kwenye njia zangu hakuna atakayekuwa upande wangu. Maana yake utakuwa kiongozi kwangu, maana yake utakuwa mwamuzi kwangu. Kila kitu nitakachofanya nitategemea maarifa yako, kila jambo nitakalofanya nitategemea njia zako, nitategemea mawazo yako. Maana yake, Mungu ninajua utanishauri na kuniongoza, utanionyesha njia nitakazoziendea na nikitumia hizo njia nikitumia hayo mawazo yako, kufanikiwa ni asilimia mia moja. Kwa hiyo ujumbe huu ni kwa ajili yako, nenda mbele za Mungu kuuliza. Jenga utaratibu wa kumuuliza Mungu kwenye kila jambo, jenga utaratibu wa kumuuliza Mungu mapenzi yake kwanza kabla ya kufanya kitu chochote. Sio swala la uzoefu kwamba una uzoefu kiasi gani, sio swala la kufanya jana ukafanikiwa. Hapana, leo maelekezo ni mengine, leo kuna utaratibu mwingine, kwao unaenda mbele za Mungu kumuuliza, ili upate maelekezo kutoka kwake, na ukitenda kulingana na maelekezo anayokupa utafanikiwa. Tuangalie tena ule mfano mwingine wa Samueli wa pili sura ya tano mstari wa 22 mpaka 23. Hapa tunaendelea kuangalia maswali ambayo Daudi alikuwa anamuuliza Bwana kwa ajili ya kutaka mwongozo, kwa ajili ya kutaka maelekezo, kwa ajili ya kutaka Mungu kuwa kiongozi na mwamuzi juu ya maisha yake. Hii Samueli wa pili sura ya tano mstari wa 22 mpaka 23, Biblia inasema hivi: lakini wakapanda hawa Wafilisti tena mara ya pili, wakajitawanya bondeni mwa Warefai. Naye Daudi alipouliza kwa Bwana, alisema usipande, zunguka nyuma yao ukawajie huko mbele ya miforosadi. Manake hapa Daudi anauliza mbele za Mungu juu ya vita hii ya Wafilisti. Haijalishi jana nilipigana nao nikawashinda haijalishi juzi nilipigana nao nikawashinda, haijalishi uzoefu wangu wa kupambana na Wafilisti kwenye jambo hilo hilo. Nataka maelekezo kutoka kwa Mungu, nataka njia za Mungu, nataka mwongozo kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo, haijalishi jana nilifanya biashara nikafanikiwa, haijalishi jana nilitumia mbinu fulani nikastawi. Hapana, leo kuna maelekezo mengine. Kwa hiyo ujumbe huu unatusaidia kujenga desturi ya kwenda mbele za Mungu kuuliza kila kitu, na ukiuliza, ili upate ushindi mkubwa, utapata maelekezo kutoka kwa Mungu na ukitenda kulingana na maelekezo yake utakuja kufanikiwa. Tunaona hapa Daudi alikuwa anapambana na, na wafilisti miaka na miaka, lakini maelekezo kila siku alikuwa anauliza mbele za Mungu na Mungu alikuwa anampa maelekezo mengine tunaona katika hii Samueli wa Pili sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 23. Tunaona hapa Daudi anaambiwa leo usipande, maanake maelekezo ya leo ni tofauti na ya jana. Jana ulivyopambana sivyo utakavyopambana leo. Kwa hiyo leo usipande kama jana ulivyopanda. Hapana, leo zunguka nyuma yao ukawajie huko mbele ya miforosadi. Maanake maelekezo ya leo si sawa na maelekezo ya jana. Sasa ushindi kwenye hiyo vita unategemea kufata maelekezo kwa Mungu. Umefata maelekezo kwa kiwango gani? Umepatia maelekezo ya Mungu kwa kiwango gani? Umetenda vyema vyema kwa kiwango gani? Maana ukitenda vyema hutapata kibali, maanake ukipata kibali, ukipata, Mungu anakuwa upande wako. Akiwa upande wako, hakuna kitakachosimama juu yako, maanake sasa ujumbe huu unatusaidia kwamba nenda mbele za Mungu kwa kuuliza. Tafuta Mungu kuwa kiongozi na mwamuzi juu ya kila jambo unalofanya, nao utafanikiwa. Maelekezo ya leo si sawa na maelekezo ya jana, na maelekezo ya leo hayatakuwa sawasawa na maelekezo ya kesho. Manake tuwe na utaratibu wa kwenda mbele za Mungu kumuuliza kwenye kila kitu, hata kama ni jambo hilo hilo, hata kama ni kitu hicho hicho. Uliza mbele za Mungu, tafuta uso wa Mungu kama kiongozi na mwamuzi juu ya maisha yako. Kwa hiyo mkabidhi Bwana maisha yako, naye atakusaidia. Lakini pia tumalizie ile Kutoka sura ya 33 mstari wa 16, hapa tunamuona Musa wakati anawaongoza wana wa Israeli. Baada ya Mungu kusema kwamba hatashuka atembee pamoja nao, maana anasema akishuka atawaangamiza, hao ni watu wenye shingo ngumu. Kwa hiyo Mungu akasema hataenda pamoja nao, lakini Kutoka 33:16 Musa anasema kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako mimi na watu wako? Sio kwa sababu nakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutatengwa na watu wote walio juu ya uso wa nchi? Maanake Mungu katika safari hii, Mungu katika jambo hili, siwezi kufanya usipokuwa pamoja nami. Kwa hiyo tafuta Mungu kuwa pamoja nawe kwanza kwenye jambo lolote nao utafanikiwa. Musa alikataa kwenda na wana wa Israeli peke yake. Musa alikataa kwenda na wana wa Israeli kwa kupewa maelekezo au kwa kuambatana na malaika. Alisema, no Bwana, nataka uende pamoja nami. Bwana nataka uwe pamoja nami. Mungu nataka uwe upande wangu, ili neema yako ijulikane, hata jambo likitendeka, neema yako itaonekana, maana Mungu takuwa upande wangu kwa hiyo haijalishi dunia yote imenitenga, haijalishi kila mtu amenitenga, haijalishi ndugu zangu amenitenga, haijalishi marafiki zangu wa karibu wamekuwa mbali nami, no, nikitenda pamoja na wewe, nikitenda kulingana na maelekezo yako, nikitenda kulingana na uamuzi wako, neema yako lazima ijulikane. Watajua si mimi niliyetenda kwa uwezo wangu, bali Mungu upande wangu bali Mungu pamoja nami. Kwa hiyo tafuta Mungu kwa upande wako kwanza, tafuta Mungu kwa uongozi, kiongozi na muamuzi kwenye jambo lolote kabla hujalitenda, na Mungu atakusaidia kwa ujumbe huu. Mkabidhi Bwana maisha yako ili akusaidie, maana peke yako hutaweza. Asante Yesu, asante Mungu. Ujumbe huu tena kwa ajili ya watoto wako, ni matumaini yangu kwamba watoto wako wamepata kitu ni matumaini yangu kwamba ujumbe huu tena utawasaidia. Ni matumaini yangu kwamba ujumbe huu utawaongoza na kuwavusha tena katika sehemu zote walizokwama na kuwasogeza hatua zingine tena katika viwango vya kukujua wewe, katika viwango vya kukutumaini wewe, katika jina la Yesu.